Kuchukua kwa mbele. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya alama kujua kwamba hii dini zao. Wale faru wanaitwa majina kwa sababu wanatofautishwa kwa alama zao. Kuna zile nacho, lakini kuna zile zingine ambazo zina develop kadiri hi, wola, sima. Kwa mfano hii ambayo nasema kabisa pembe ya John imekatika, kwa sababu ilikatika wakati wanapigana na na mikidadi, kama alivyosema mheshimiwa waziri kwamba wanapigana mpaka mwenzake akafa na akasababisha kuwa ndama mdogo washukuru wataalamu wote kwa kutekeleza agizo la kuja kutoa taarifa jana, tarehe nane, mlishafika saa saba usiku, mwapokea mwenyewe na nikaruhusu mjadala tuufanye leo, lakini mbili kwa haya aya makabasha walioletwa, basi wataalamu wetu wapate mda wa kuyapitia waweze kuoanisha meonyesha hiyo pembe patikula zote na nyingine pepa nyingine iko hapa inaonyesha zile particulars zote. Pia kwa yote hiyo atafanyia kazi.